Kuna waumini alafu, kuna hawa waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima, kanisa ambalo analihujumu uh, askofu Gwajima eh, analihujumu askofu Gwajima. Hawa ndio waumini wa hilo kanisa, kama unavyoona hapo waumini wa wamejawa na imani isiyo na hofu kwelikweli. Hebu mm, tupe maoni yako juu ya hiki ambacho kinachoendelea hapa ili tuweze kuona mawazo yako kwa hiki ambacho kinachoendelea hapo. Hawa yeah, ni polisi wakiwa mm, na ni waumini ambao baada ya kanisa lao kufungiwa kusitishiwa usajili, basi wao waliamua kusali nje hapo, kama unavyoona, ndipo ambapo anakusali, polisi wamekuja kwa ajili ya kuweza kuwasitisha waweze kuondoka eh? lakini wao wanaonekana kuridhishia kabisa swala hili. Hebu tupe maoni yako, tupe mtazamo wako juu ya hiki ambacho kinachoendelea. hii yeah. ni imani isiyo na woga imani, yeah. Ah. Kusisao.